Wakenya wametahadharishwa dhidi ya kubadilishana deta au habari zao za kibinafsi na watu wasiowajua. Deta hizo hutumiwa kutekeleza uhalifu na wizi na hivyo kuwaweka katika hali ya mtanziko. Ujumbe huu ulitolewa wakati wa kampeni ya uhamasisho iliyofanyika kaunti ya Samburu kwa lengo la kuelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa kutunza data na habari za kibinafsi. Wadau kadhaa wakiwemo maafisa wakuu wa serikali kutoka eneo la magharibi mwa Kenya walishiriki kwenye kampeni hiyo ya kuhamasisha jamii. Tungependa wananchi wajiadhari vile wanapeana data yao, na hata leo wameshomeshwa vile wanaweza wasilisha complaint kuhusu abuse ya data yao. Kila mtu aweke ID yake mahali kabisa uficha na uweke simu yako vizuri, sababu watapeli wako